Bwana kutoka hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa, mashabiki wa Yanga Africans wameshaanza kuwasili hapa uwanjani mapema kabisa. Kulia kwangu niko na Mr. Cholo. Huyu uh, ni shabiki wa Yanga Africans kweli kweli mapema tu ameshafika hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa kushuhudia timu yake jioni ya leo ikicheza eh, na Wydad FC kutoka pale Angola. Mchezo wa kwanza Young Africans aliibuka na ushindi wa magoli matatu kwa sifuri. Leo itakuwaje? Cholo, tusikie hisia zake hapa mapema kabisa. Bwana Cholo, uko vizuri? Niko vizuri baba. Mambo yanasemaje? Kama kawaida. Bwana umepoa? Ah, fresh. Eh, unaogopa? Ah, hapana. Siwezi kuogopa. Utaogopaje sasa? Mpira si mpira huu? Ah, hapana. Siwezi kuogopa. Unajiamini? Najiamini kama kawaida. Bwana, kwanza tuambie mapema, tumeshafika hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Unajisikiaje asubuhi? Ah, mimi najisikia furaha. Flari,, mm. alisikia furaha leo imefika kwenye uwanja Benjamin Mkapa sina wasiwasi mm. Kwayo, tu waji kwa hiyo nawasubiria tu waje kwa hamu mm. eh tumwanzane nao shughuli ishe mape mapema tu mapema tu kama mnachukua ngapi leo yani kwa sababu kuna ile kila goli unapata milioni tano. leo mnatoka na milioni ngapi eh yani wale leo kama amekosa kosa tano. Unatoka na milioni 25 yani. Eh yani leo lazima ziwe nazo tunataka tu mkononi milioni tano kama kawaida. Eh, kwa sababu sile goli la mama kila goli moja milioni tano. Milioni tano, kwa hiyo tunaondoka na milioni ishirini na tano. Tano, hizo milioni ishirini na tano tunaondoka nazo. Eh, nakwambia, yani leo mimi nawambia kabisa hawa jamaa yeah. Ah, wanaokuja hapa mm, leo nawaambia kabisa mm, yani wakikanyaga uwanja huu tunasema mm, inna lillahi. Yani ah, eh, ndo shaisha hiyo eh, yani, ndo eh, yani kwamba leo inna lillahi yao imeisha leo jana ah, eh. Skudu alikuwa anaongea, jana akasema leo eh, wameionja ice cream Wanataka kuila, sasa. Kwa hiyo leo wamekuja kupindua meza. Ah, Skudu ameongea vile anajua, yule ni mwenzetu asumbui, yule asumbui, ni mwenzetu, kwa hiyo hatuna wasiwasi naye. Kwa kama kaongea vile kaongea vile kwa zuga wenzake tu, lakini anajua kinachomkuta hapa. Yanga hii msimu wa mataifa, nadhani kasema sisi hatuna wasiwasi. Moja kwa moja, yani leo kama sio finali, ni semi finali. Eh? Eh. Na, kuna kina Serious, ahali, kuna kina, ah. hayo eh, ni Hayo ni majina eh, ni majina Ninakwambia hivi hayo ni majina Nishakwambia eh. ni kama sio fainali nusu fainali kwa uongozi huu tuliokuwa nao sisi eh. fainali au nusu fainali hapa. Nitafurahi zaidi ah. Ndio nawataka wale piramidi sinakwambia nawataka wale piramidi wafike hapa kabisa nawahitaji waje kwenye dimba la Mkapa hapa tukutane hapa ile piramidi hey, ambayo juzi umetoka kumpiga mtu kule goli tatu. Go, wale wale tunowataka wale, sisi kwa Afrika. Nadhani hey, kasema hakuna timu ambayo inayopiga kazi kama Yanga. Hey, kwa Yanga hii kwa, watu wa kamera kwa Yanga hii ninavyowaambia hey, Yanga hii ninavyojua mimi hey, hakuna ndio tusumbua hata huyu Piramidi hey, aje hapa. Al Ahly aje hapa. Piramidi akija hapa sisi tukamkana naye ni kibosti hey, tu Hatuna sasa naye. Yaani yule akija hapa sisi ni yule. Kwani yule si kama nani tu? Wale. A, wale wa mara sita wale. Wale wanaitwa malagea soya kwetu sisi wale. Maji oh, mara moja tu. Kama malagea soya tu. Simba hao unaojua wewe hao hawa ndio hawa. Hawa sisi kwetu simu hii moja tu. 20. Maji mara hii yameisha. Eme, ndio piramidi. Ndio piramidi, yani piramidi na, yani piramidi eh, na huyu hapa wote eh, baba mmoja, baba mama mmoja imo ah, namaliza sasa kwambia eh? Eh. Ah, Yanga Afrika bwana, hebu tuambie mchezaji gani amekukosha usajili mpya ah? Yani usajili mpya huu naweza nikasema wote, lakini yule mwamba yule unamuita ah, e bwana, yule jamaa ndio maana akakuja umalize wewe eh, eh? Yule jamaa ni hatari. Yule dumbia yule. Yaani katika usajili tuliosajili. Yule jamaa dumbia yule. Yule wa kike. Kama Jenny Charles au hai. Sasa e, utafananisha yu, na yule babu. Eh? Wewe utafananisha na dumbia. Dumbia fundi. Wewe utakujua dumbia fundi, angalia vipi anavyopiga pasi zake. Utajua yule jamaa kweli katoka. Kaja kwa. Wewe acha mimi nakwambia. Kichwa chini kichwa juu, Yanga Afrika nusu fainali msimu huu, nusu fainali au fainali. Sikiza maneno yangu nakwambia, eh. Sikilize mimi nakwambia, nusu fainali au fainali, Yanga hiyo nakwambia. Wala Yanga yupo kwenye makundi, Simba yupo kwenye makundi. Uh, I mean Yanga yupo kwenye ligi ya mabingwa Simba yupo kwenye ligi ya mabingwa, vipi kitokea mkakutana kwenye kundi moja? Ah, kama Simba tutakutana kwenye kundi moja. Yaani Simba nyinyi mnatoka nafasi ya kufuzu kwenye makundi? Eh. Na Simba ana nafasi? Eh.

wapo hawa hawa hawa nani hali hawa na pia hawa wemo wote hao, na pia hey. pia wemo piaya na hey. na, na Mamelodi Sundowns wote wapi hao hawepo hao wanne hao, tukutane natoboa vizuri kwa Yanga hii navyojua hey. navyojua mimi Yanga hii hey. kwa usajili huu hey. kwa uongozi huu hey. umetoboa bwana, tumalize na hii. Wapinzani wako waliona juzi kwenye mechi ya kwanza ya ligi, vipi? timu imo, hamna kitu ah bwana, bwana mpiga mtu tatu nyepesi kabisa, kwa sababu hivi wao wanajisifia kwamba wana timu nzuri mm. lakini kwa wengine, ila sio kwetu. wana timu nzuri mm. lakini kwa timu zingine mm. ila sio kwetu sisi. utaki basi bwana, shukrani sana, asante sana.